Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi kwa njia ya mtandao Aprili 28 mwaka huu kuhusu hoja za pingamizi za mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi yanayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA, Tundu Lissu. Kesi hiyo imesikilizwa hii leo kwa njia ya mtandao mbele ya Hakimu Mkazi Mwandamizi, Godfrey Mhini, ambapo upande wa Jamhuri kupitia Wakili Nassoro Katuga, umesema kuwa kesi hiyo imekuja kwa ajili ya Lissu kusomewa maelezo ya awali katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni huku kesi ya uhaini ikiwa ni kwa ajili ya kutajwa. Miongoni mwa hoja za mapingamizi ni kwamba wanapinga utaratibu wa kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao, huku akitaka mtuhumiwa afikishe mahakamani ili asomewe maelezo ya awali PH, kwani ni lazima upande wa jamhuri, utetezi na mtuhumiwa wa uwepo mahakamani, pamoja na mshtakiwa kusaini karatasi ya maelezo kwenye kesi hiyo. Lissu anatetewa na jopo la mawakili 31 wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki ambaye aliungana na Alute Mugwai, Peter Kibatala na Jeremiah Tobesia kuwasilisha pingamizi. Wakili Mpoki amedai kuwa hata kama mtuhumiwa angekuwa mtandaoni leo, wasingeweza kuendelea kwa sababu ingekuwa ni kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inataka maelezo ya awali yafanyike mtuhumiwa akiwepo. Data Flow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu, zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi, tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.